Ziara za viongozi wa juu hapa nchini mara nyingi zimekuwa ni sababu ya wananchi kusukuma kero zao na malalamiko kwa viongozi yao. Hatua hiyo inakuja licha ya kwa kwamba katika maeneo waliopo wapo viongozi wengine waliokasimishwa mamlaka na madaraka na rais. Kulikoni mara zote kero, malalamiko ya wananchi yanapelekwa wakati wa ziara za viongozi wakubwa? Wapi ambako kunaonekana kumepwaya kiutendaji kwa viongozi hawa, hata iwe sababu ya wananchi kuona kwamba ya kwao hayatofanyiwa kazi, hivyo wamsubiri rais, makamu wa rais ama waziri mkuu, ndipo wayasemee matatizo ambayo yanawahusu. Huu ndo utakuwa mjadala wetu kwa leo kwenye uchanganuzi. Mimi naitwa Nordine Selemani, matumaini yangu ya kwamba siku yako imekwenda salama salmini. Studio tumemwalika uh, Dr. Faraja Kristomos, ni yani mchambuzi wa maswala ya siasa. Karibu sana asante sana kwema kwema, naomba nakwenda, hebu tuambie, tuanzie hapa kulikuwa na mjadala mkubwa tangu waziri mkuu alipoanza ziara yake pale Tanga na sasa yupo Kilimanjaro mambo ambayo amekuwa akiyafanya kero ambazo wananchi wanazisukuma kwake, na malalamiko yamejifanya watu waulize kwamba huku chini hakuna viongozi mpaka waziri mkuu ndio apokee hizo kero. Wapi ambako inaonekana kwamba kuna, kuna shida hadi kila mtu anaamini sana kwa viongozi wa juu kusukuma kero zake na si wale ambao wamekasimishwa mamlaka kwenye eneo lake? Asante Nurdin na tusijielekeze moja kwa moja katika kuwalaumu hao viongozi ambao hawatatui matatizo. Tanzania yetu ni kubwa na haiwezi kuwa na jibu mmoja tu kwa matatizo yote yanayojitokeza kwenye hizi ziara za wakubwa wetu. Uh, ukichambua kwa kina, unaweza ukaona kuna sababu nne tofauti au mazingira tofauti yanayosababisha hali hii kutokea. La kwanza kabisa tuna aina tofauti za viongozi kwenye nchi hii na hulka tofauti za viongozi, lakini vipaji tofauti vya viongozi. Kuna viongozi ambao ni wabunifu, ni wenye maono, wanaopenda kuona hata walio chini yao wanakuwa sehemu ya huo uongozi, lakini kuna viongozi ambao wao ndio wenye maamuzi pekee wakiwa wamepewa mamlaka au madaraka, wao wao ndio wenye kutoa amri na wengine wawasikilize. Na kuna viongozi ambao ni shirikishi e, wana maamuzi ya kutoka chini kwenda juu na maamuzi ya juu kwenda chini. Kabla hajafanya uamuzi wowote, anawashirikisha walio chini na anawasikiliza, wanapanga pamoja, anachambua na kuona lilo bora, anawapelekea liweze kutekelezwa, lakini pia wapo viongozi ambao ni bora liende Hmm. Akipewa nafasi yeye jukumu lake kubwa ni kutafuta vinyenzo za kufanyia kazi. Mnafanyaje kazi, hilo ni jukumu lenu. Hmm. Kwa hiyo sasa tuna aina tofauti za viongozi. Hiyo ni, ni jambo la kwanza, kwamba tunapoyachambua haya tuzingatie kwamba tuna viongozi wenye hulka na tabia tofauti na wanakuwa wameamua aina fulani ya uongozi wa, waifuate wanapokuwa viongozi, lakini jambo jingine la pili muhimu la kulizingatia amba ni mazingira wanayofanya kazi viongozi wetu. Wakati mwingine ni kweli kuna uzembe unafanyika, lakini wakati mwingine tujaribu kuwazungumzia wanaita Waingereza uh, unakuwa wakili wa shetani kwa kiasi fulani. Ngoje kidogo tuamue kuyaweka kwenye mizania, mizania iliyo sawa. Kuna mazingira mengine viongozi wanapoteuliwa kwenda kufanya kazi wanakutana na mazingira magumu kidogo hasa maeneo yale ambako kuna wanasiasa wenye nguvu, kuna wafanyabiashara wanaokifadhili chama tawala mm-hmm. Uh, wanakuwa na kauli kubwa zaidi kuliko kiongozi anayekuwa maeneo yale. Sasa ukiwa kiongozi wa ngazi ya juu kama raisi, makamu wa raisi, <laughs> waziri mkuu, unapaswa pia kufahamu haya kwamba huku ninakoenda ninaweza nikaletewa mashtaka juu ya kiongozi wangu aliyeteuliwa. Uh, nisipopima mashtaka yale, naweza nikawaonea wengi sana, kwa sababu naweza kuta kule chini amesuguana ame kidogo na mwanasiasa fulani maarufu au amesuguana kidogo na mfanyabiashara maarufu na akahisi akahisi masilahi yake kama yanatikiswa kidogo, mm -hmm. Anaamua kukutengenezea zengwe okay, la kukuchafua kwenda huko juu. Wapo, yapo mazingira ya aina hiyo na tumekuwa tukiyashuhudia mara kadhaa yanatokea. Kwa hiyo ni muhimu wakati fulani kupunguza mhemko kunavyoshughulikia kesi kama hizo. Unaweza ukaamua kutulia kwamba ngoja nisikilize na upande wa pili, huenda kuna kitu fulani kilichofichika nyuma yake. Mm -hmm. Lakini jambo la tatu tu, tunalopaswa pia kuzingatia ni aina ya mawasiliano ambayo viongozi wetu wanakuwa nayo okay. Tuna viongozi wengine mawasiliano ni ya yeye kwenda chini, hapokei taarifa nyingine zozote za kutoka chini mm. kule anakoongoza, na ndo tunaweza kukuta viongozi kama hawa wanapuuzia shida za wananchi hawataki kusikiliza kinachoendelea kwa wananchi. Wananchi wanaona njia pekee ni kuwasilisha, akifika waziri mkuu au makamu wa rais au rais, kwa sababu kiongozi wao yeye jukumu lake ni kupeleka tu taarifa kwa wananchi, lakini mm. si kutaka kusikiliza kinachotokea kwa wananchi. Lakini wapo viongozi ambao uh, ni shirikishi i yaani, yeye anapeleka taarifa, yeye mwenyewe anawasiliana na wananchi Wan, na, lakini pia upande mwingine milango yake iko wazi, wananchi wanamfikishia taarifa. Kwa hiyo huwezi kukuta kuna kitu kinakwama yani, kwa vyote vile atakuwa anapata taarifa fulani uh, zid, amb, kwenye mazingira ya eneo lake ambalo anafanya kazi, ameifungua milango yake, wananchi wako huru kusema mm, lakini lipo kundi la tatu ambalo linaibuka sana sasa hivi la viongozi wanapenda kutumia uh, watu wa katikati tuite, tutafute lugha yoyote, ama ni chawa au ni wapambe uh. Ni mtu ambaye ni akishapewa nafasi haruhusu watu wamfikie, anapenda watu wa katikati ndio wampelekee taarifa na yeye atumie wale kupeleka taarifa kwa wananchi. Sasa kuna mawili, ukiwa na mtu wa katikati mwaminifu na mwadilifu, utapata taarifa sahihi na nzuri na wanafanya vile kwa sababu wanajitambua ni watu wa kuumia wakipata taarifa fulani ambazo labda mm, si sahihi mm. Kwa wale wa katikati, wakati mwingine ni wa kuchuja taarifa, ngoja huyu bosi tutampa taarifa za aina hii tu ili asiumie mm. Na sasa kundi hili kwa sehemu kubwa linaweza lisiwe na mahusiano mazuri na wananchi na Waziri Mkuu akifika eneo hilo lenye kiongozi wa aina hiyo, uwezekano mkubwa wa huyu kiongozi kuto kufahamu uhalisia wa kinachoendelea kwa wananchi ni mkubwa, kwa sababu ya wale wapambe wake wa hapa katikati wanaweza wasimpe taarifa zilizo sahihi, na hivyo na yeye kujikuta anakuwa mwathirika wa maamuzi ya kiongozi wa ngazi ya juu, kwa sababu alichagua mfumo fulani wa mawasiliano ambao umemnyima kujua uhalisia. Kwa wale wapambe hapa katikati, watatumia nafasi ile kujinufaisha wao. Wanaweza wakapeleka taarifa potofu kwa kiongozi wao, lakini wakati huo huo wanaweza kapeleka pia taarifa potofu kwa wananchi na wakawa pia sehemu ya kuwagombanisha, kama si waadilifu. Ndio maana nimesema akibahatika, uh, kuwa na wapambe waadilifu mm, wanaweza akamsaidia, lakini akipata wapambe wenye maslahi yao wanaweza wakatumia fursa hiyo kujinufaisha. Okay, hiyo ni, ni mazingira au ni namna ya tatu ya kuangalia uongozi wetu, lakini namna ya nne nilisema, ziko nne. Namna ya nne ni mifumo tulionao ya kiutawala kwenye nchi yetu. Tulisema tutagatua madaraka mm ugatuzi huu wa madaraka. Uh, ni hamu bado tunaendelea kuita ni hamu ya kuona ukitimia, lakini bado kiuhalisia ugatuzi wa madaraka haujatimia. Serikali za mitaa hazina kiwango kikubwa cha kujitegemea. Um, bado tuna uh, serikali za mitaa zimeendelea kuwa tegemezi kwa serikali kuu kwa sehemu kubwa, na baadhi ya maeneo hata wao wenyewe kutafuta rasilimali fedha za kujiendesha zinakuwa ni changamoto mm-hmm. nadhani na hili linaendana moja kwa moja na aina ya viongozi wanaoenda kwenye maeneo mbalimbali. Una uh, viongozi wetu wengi wanateuliwa zaidi kuliko kutokana na wananchi. Mkuu wa mkoa anateuliwa, katibu tawala wa mkoa anateuliwa, ukienda wilayani, mkuu wa wilaya anateuliwa, uh, katibu tawala wa wilaya anateuliwa, mkurugenzi anateuliwa. Kwa hiyo sasa kuna mambo kadhaa yanaweza kaathiri mahusiano kati ya hawa wanaoteuliwa, kila mmoja na njia yake ya kutafuta ule uteuzi, na matokeo yake sasa wanaweza wao wa wenyewe wa hawaaminiani, hawafanyi kazi kama timu kwa sababu mimi niliteuliwa, nilipitia njia fulani fulani mimi mimi niliteuliwa niliteuliwa nilipitia njia fulani, mimi niliteuliwa, nilipitia njia fulani na mm. Kwa hiyo unaona kabisa ba maeneo mengi inakuwa ni changamoto, lakini changamoto nyingine ni kwamba E, kuteuliwa huku kunapokuwa kwingi U, u, hawa wanaoteuliwa wanaogopa zaidi mamlaka zilizowateua za kuliko kufikiria kutatua changamoto za za wananchi kule wanakowahudumia mm. Kwa kila wakati akili yake inamwelekeza kuwaza, sijui nikifanya hivi nitamkera mwenye mamlaka aliyemteua, au nikifanya hivi nitafanya kao, anakuwa kwenye e, hatua za kukokotoa da, daima kupiga hesabu zake vizuri kuendana na wale waliomteua, lakini pia anaamini kabisa kwamba

Hapa nilipo kuna wenye nguvu na ushawishi mm. Kuna makada wa chama, kuna viongozi wa usalama wa taifa, pengine kuna wale wenye ushawishi wanaoweza kupiga simu ya moja kwa moja kwenye mamlaka za uteuzi. Kwa hiyo anakuwa ni mtu mwenye mashaka. Kwa hiyo mm. Hata kukiwa na kosa fulani la kiutendaji linalomhusisha kiongozi fulani au kada fulani, anasita kuchukua maamuzi kwa sababu ya nguvu zile za mvutano mm. Kwa hiyo yes, hata haya maeneo ambako Mheshimiwa Waziri Mkuu ameenda hao viongozi waliopaswa kufanya maamuzi ya kuruhusu zile pesa huenda kuna nguvu fulani iliwapa kigugumizi, ndio maana nasema wakati mwingine tujaribu kuwafikiria pia na wao, hatujui mazingira ya kazi wanayofanya yakoje. Wezekana ya, ya ni uongozi dhaifu mm, lakini wezekana ya mazingira yao ya kazi yakawa ni magumu, wezekana ni aina ya mahusiano ambayo wanayakuta kwenye eneo husika la kazi ikawa ni kikwazo kikubwa, labda okay. Wakati mwingine ni muhimu tufikirie tuwe na wakuu wa mikoa wa kuchaguliwa na wananchi mm, au tuwe na viongozi wa serikali za mitaa ambao wananchi watawachagua kwao, labda tufikirie katiba hii itakayotungwa, mm. iweke kipengele kwamba Uh, wa viongozi wa mikoa wawe ni wale wa kuchaguliwa kwao. siku ya kupiga kura tupige kura ya rais, eh, makamu wa rais pamoja na mbunge na gavana au jina mm lolote mm tutakaloamua kuliita litakalofaa. Kwa sababu ukiwa na kiongozi anayechaguliwa na wananchi ina maana anatoka kwenye eneo husika, mm, kigezo kimoja hapo kinakuwa kuwafahamu wananchi na kuyafahamu vizuri mazingira yake. Tofauti na hapo unakuta kiongozi anateuliwa na rais anapelekwa Kigoma, Tabora, Tandahimba, wapi, kwenda kuhudumia kwenye mazingira ambayo hana picha halisi ya, ya mahitaji ya pale, hana picha halisi ya aina za siasa za pale, hana picha halisi ya aina ya mazingira yaliyopo. Kwa hiyo wakati mwingine namwea vigumu kufanya maamuzi au kutekeleza baadhi ya mikakati hapo hapo. Uh, dokta mm, uh, tumezungumza kwamba kuna wakati mwingine hawa watu eh, wamechaguliwa manake nah. Uh, umepewa umekasimishwa madaraka na mkuu wa nchi maanake, wewe ni mwakilishi wa rais katika yo eneo. Hofu inatoka wapi ya kushindwa kutenda vile ambavyo yeye anataka, mpaka baadaye labda msaidizi wa karibu wa rais ama yeye mwenyewe akija anasikia tena malalamiko yale ya yale, wakati wewe upo eh? Ni kujiamini, unajua unaweza ukateuliwa na ukashindwa kujiamini kuichukua nafasi yako kama kiongozi wa eneo husika. Hilo la kwanza kwao, tunaweza tukaona kwamba baadhi ya viongozi wanateuliwa lakini bado anakaa na ile hofu ya kuogopa kupoteza nafasi okay. Aliyokuwa nayo wakati mwingine anaogopa, iwezekana watu walimtisha kwamba ile eneo lina watu fulani vigogo maarufu sana. Uh, kuna baadhi ya maeneo, ndugu Nuldin, unaweza ukaenda kiongozi anaambiwa toka mapema kabisa lile hmm. eneo kuna watu fulani hawagusiki. Sasa unaweza kuta kuna mtandao fulani lakini hawana mwenendo mzuri okay, lakini umeshaambiwa hawagusiki, mm, lakini ndo wanaoweza kushiriki kwenye michezo michafu kwenye eneo husika. Usipokuwa kiongozi madhubuti wa kusimamia sheria na kanuni, unaweza ukaishia kila wakati kuogopa ukawa na saini madokezo tu, badala ya kufanya maamuzi madhubuti ya kuwasaidia wananchi. Mm, hiyo ni changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili ni kwamba mamlaka za uteuzi zinapokuwa hazitabiriki. Uh, hata yule anayeteuliwa wakati mwingine anaweza akaogopa kwamba sasa hapa, sijui ni kipi kitakuwa sahihi kukifanya na kipi kinaweza kisiwe sahihi, na sijui huyu mtu anahusiana moja kwa moja na wale walioniteua ama la, au kuna migongano ya masilahi kati ya makada wa chama tawala na wale wanaoteuliwa kunavyokuwa na migongano kama ile, mtu anaamua aheshimu matakwa ya makada kuliko kuheshimu taratibu za kiutendaji mm. Sasa hili limekuwa likijitokeza maeneo kadhaa mengi, okay. Kwamba mtu anaona anaelemewa sasa na hofu ya chama kilichomweka madarakani kuliko kuhofu wananchi na kanuni zinazosimamia utendaji. Hapo hapo, daktari, kuna hili la, la, la, la, la, la watu wanasema kwa sasa kwa kukosekana kwa watu wengi kwenda katika vyuo vya uongozi, inawezekana ikawa ni moja ya sababu nafanya watu wanafika ofisini, wanaishia kukaa ofisini tu eh, kazi yake kusaini madokezo, kuingia kwenye gari, kwenda nyumbani, kurudi labda, uh, kiongozi akija anaendo anajumuika kwenye hiyo huo uh, ziara, hajui eneo lake la kiutawala lina nini, linahitaji nini. Hii inaweza ikawa ni sahihi kwa hao ambao wana, wana fikra za namna hiyo nakubaliana kwa asilimia mia moja kwamba mbali na uongozi kuwa ni kipaji, kuna miiko ya uongozi, kuna maadili ya kiuongozi, kuna kanuni za kiuongozi, kuna falsafa za kiuongozi. Vyote hivi vinafundishika, na ukimpa maarifa ya ziada mtu ambaye tayari ana karama ya uongozi, ana uwezo wa kuenda kufanya kazi vizuri zaidi. Na, na kwa bahati mbaya tunasema kwamba unaweza kukuta viongozi wengi wanateuliwa sio kwa sifa bali kwa kufahamiana. Sasa ni vizuri yule anayeteuliwa kwa kufahamiwa au kwa kujuli kwa kujulikana, basi akapelekwa kwenye chuo cha uongozi akajifunza miiko ya uongozi akajifunza kanuni za uongozi akajifunza falsafa za uongozi akajifunza maadili ya uongozi akajifunza kuhusu Tanzania ilivyo na miundo yake. Uh, inasikitisha kwamba unaweza ukampata kiongozi hata haijui vizuri jiografia ya nchi yake, hata haijui vizuri mazingira ya kule anakoenda kuongoza. Hii inakuwa ni changamoto. Msingi mzuri wa, wa kiongozi wa eneo anakoenda anakoenda kuongoza, akalijua vizuri eneo la kiutawala anayoenda kuliongoza, akayajua vizuri mazingira anaenda kuyasimamia, mazingira ya kazi atakayenda kufanya, na haya yote akaunganisha pamoja na stadi za mawasiliano, akajifunza kuhusu stadi za kiuongozi eh, na hivyo vyote vinapatikana kwenye vyuo vya uongozi. Kwa hiyo ninakubaliana kabisa na hiyo hoja na ni hoja ya msingi sana mm. Na kama tunahitaji kweli kujenga na kuwatengeneza viongozi wazuri kwa hapo baadaye, ni vizuri pia tukawapeleka darasani mm. Sio tu kwamba ana ujuzi wa kusimama mahali na kuzungumza lugha ya kiitikadi basi anatosha kwenda kuwa kiongozi, la hasha, mm. Na ndio maana tunakutana na viongozi wengi wanajaa kiburi na kuwaumiza Watanzania na kujiona ni miungu watu wanapoteuliwa kisa tu ameteuliwa. Kumbe uongozi ni utumishi, uongozi ni dhamana kwa ajili ya kuwasaidia wananchi na kuwabadilisha wananchi pia na kupeleka maono yako. Unapaswa kuwa na maono, unapaswa kuwa na dira, unapaswa kuwa na malengo na unapaswa ku, ku, ku, kutafuta mwelekeo usahihi wa kuibadilisha eneo unayoliongoza lakini pia na watu wake na kuweza kuleta tija, kuongeza thamani kwenye maisha ya wale unaowaongoza mm. kuliko kutu kuingia ofisini unajaza unas, uh, unajaza madokezo na kutoa tu maelekezo na kusaini, na jioni unasubiri unaondoka, hauna cha maana, hauachi kumbukumbu yoyote ya kiuongozi pale ambapo unaongoza, inakuwa ji sio jambo sahihi mm -hmm. Na njia bora na nzuri ya kupata hizo mbinu za kiuongozi ni pamoja na kuwapeleka darasani kwenda kuwafundisha miiko na maadili ya uongozi mm. uh, kuna sehemu nilikuta kuna mjadala fulani hivyo watu wakisema kwamba wakati mwingine wananchi ni wao wenyewe wanashindwa kujua e, wajibu na haki zao. Kwa hiyo wakishindwa hiyo wanahisi kwamba eneo pekee la kusukuma kero na malalamiko yao ni pale tu wanapokuja kiongozi wa juu wa nchi, hili linaweza likawa lina nafasi yoyote kwenye haya ambayo tunayaona, hasa katika hii ziara ya Waziri Mkuu ilioanzia Tanga na sasa ipo Kilimanjaro? um kwa sehemu kubwa inachangia inachangia kwa sababu tunatarajia kwa kupitia huu ugatuzi wa madaraka na kwa kupitia uh, mifumo ya kiutawala ambayo tunasema ni shirikishi, mambo mengi yanapaswa kuibuliwa na wananchi hmm. wananchi wanapaswa kujengewa uwezo kwanza wa kuibua mambo ya kipaumbele kuibua miradi kuibua mi, na kutengeneza mifumo wanayoitaka ya kiuongozi kwenye eneo husika. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo jingine ni wao wenyewe kuruhusu kuwa na viongozi wasio, wasio wajali mm-hmm. na hii ni pamoja na kuwaamua kuzipoteza sauti zao, okay. na kuruhusu sauti nyingine zika, zikapewa nafasi katika nafasi za, za kiuongozi kwenye maeneo yao na hii ina, inachangia kwa sehemu kubwa, kwa sababu mimi usipo mimi nikiingia au nikipata nafasi pasipo kustahiki siwezi kum, kumwakilisha mwananchi kwa sababu nitasema mara zote hamkunichagua. Kwa hiyo ni vizuri wananchi wakati mwingine wakahakikisha kwamba wanakuwa na watu sahihi wa kuwawakilisha na wao wenyewe pia wakatambua haki zao na wakajua kwamba wao ndio wanao waajiri viongozi, viongozi wanao dhamana ya kuwasikiliza wao na na hii wakati mwingine huenda inatokea kwa sababu ya aina ya mifumo ambayo imetengenezeka miaka ya hivi karibuni kwamba viongozi wetu wamekuwa wakitumia nguvu kubwa kuwatisha wananchi, wamekuwa wakitumia nguvu kubwa, kubwa kuwaogopesha wananchi. Matokeo yake sasa wananchi wanakuwa kwenye hofu muda mwingi kwamba labda nikimuudhi kiongozi fulani, nikimsema kiongozi fulani, kesho ninalala mahabusu ya kijiji, kesho kutwa naletewa mgambo, kesho kutwa navunjiwa kakibanda kangu kabiashara, wakiona mtu fulani na mtu fulani aliyekuwa anaukosoa ukosoa uongozi na matendo yake mabaya ameadhibiwa kwa kubomolewa kibanda, ameadhibiwa wa kuwekwa ndani, wananchi wengine wanaanza kuogopa, lakini mm. kumbe ulikuwa ni wakati sahihi sasa wa kushikamana na kusema hapana, kiongozi, unachokifanya si kitu sahihi. Matokeo yake sasa, ili kulalamika haya yote wanasubiri mpaka kiongozi usika, wa ngazi ya juu afike kwenye eneo husika ndipo wamlalamikie kiongozi fulani kwamba anatukandamiza au anatuonea. mm. kwao ni muhimu sasa wao wananchi kama wananchi watambue haki zao, na labda pengine tunahitaji elimu ya uraia zaidi kwa, kwa wananchi Uh, itolewe pengine, wadau mbalimbali, asasi za kiraia, mashirika yasiyo ya kiserikali eh, wanataaluma na wanajamii na viongozi wa dini wajitokeze kutoa elimu hii ya uraia kwa wananchi kuweza kufahamu kwamba kama kweli tunahitaji mabadiliko kuanzia ngazi za mashinani mm, basi wananchi wapewe uwezo waweze kutambua haki zao, waweze kujua ni mambo gani ya viongozi wao wanapaswa kuyafanya kuanzia ngazi za chini ili uh, mifumo yao ya kiuongozi iwe ni shirikishi zaidi okay, kuliko ile ya kutoka ngazi ya juu ya amri na wao kuwa watu wa kukandamizwa na kuonewa daima okay. Wakati huo tumetukimbia sana, kwa maneno machache sana, hiki ambacho tumekishuhudia kinaweza kikawaogopesha ama kuwabadilisha wa viongozi ambao wamekasimishwa madaraka kwenye hizo ngazi za chini na wanatakiwa kutatua kero na malalamiko ya wananchi. Naam, ni ujumbe sahihi na mzuri kwa viongozi walioko ngazi za mashinani. Ni mjumbe sahi, ni ujumbe sahihi kwa sababu ni kama kitu kina cha kuwakumbusha kwamba kuna mahali fulani huenda tunajisahau. Kwa hiyo kama a, walikuwa na mfumo mbovu wa mawasiliano kati yao na wananchi, waweze kuangalia sasa njia bora zaidi ya kuwasiliana na wananchi na kuweza kujua ni kitu gani sahihi wakifanye na ni taarifa zipi sahihi wanapaswa kuzifahamu. Lakini jambo jingine muhimu kwa viongozi hao wanaopewa hii dhamana, wasiishie kuamka asubuhi kwenda ofisini wanapaswa kujifunza kuyajua mazingira yao au eneo lao la kiutawala kwa kina na kwa undani na kuweza kufahamu aina tofauti za changamoto. Uh, eneo moja linaweza lisiwe na changamoto aina moja. Ni vizuri kufahamu kwamba ni changamoto zipi za msingi ni zitarajie kwa eneo husika okay. unaweza ukatoka Dar es Salaam ukazoea changamoto fulani ukaenda Morogoro, changamoto zikawa nyingine tofauti, ukaenda Dodoma, changamoto zikawa tofauti. Kwa hiyo ni muhimu viongo kufahamu. Na au unakuwa ni wito kwao kujua kwamba haa, kumbe wananchi hawa wanaweza wakaniaibisha kiongozi wa kitaifa akipita eneo langu, mm. Kwa hiyo ni vizuri na wao pia kubadilisha aina ya mfumo na aina ya ufuatiliaji na kufanya tathmini katika uongozi wao, lakini tathmini ya utendaji wa watu walio chini yao, okay. Isifike mahali wakaacha kila kitu kikaenda kama, uh, kama mazoea. Ni muhimu kujua utendaji wa watu walio chini yao, ni muhimu kujua utendaji wa ofisi mbalimbali mbali, na mifumo mizima iliyopo kwenye eneo lao. Dkt. Faraja, nikushukuru sana asante sana na nimekuwa nimekuwa naye Dkt. Faraja Kristomus, mchambuzi wa maswala ya siasa. Tulikuwa tukipiga darubini yale ambayo yanajitokeza katika uh, ziara ya Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba ambayo kwa kiwango kikubwa inaonekana kwamba kero nyingi ambazo zilipaswa kutatuliwa katika ngazi za wilaya na mkoa wameamua kuzisukuma kwake, na hii imekuwa ni mazoea kwa viongozi wengi. Wajua wanapokuwa kwenye ziara wanakutana na malalamiko ambayo wanapaswa kutatuliwa katika ngazi za chini, na tukawa tunaangalia nini shida yake na namna ambavyo inaweza ikasuluhishwa. Hiyo na kwa nukta hiyo, ndio tunafikia tamati ya uchanganuzi. Minaitwa Nurdin Selemani, nikutakie tutazamaji mwema vipindi vinavyoendelea na usiku mwema kwako kwa.